Wengi huwa na uelewa mdogo kuhusu mafuta mwilini, lakini tuna mengi ya kushukuru. Seli zetu za mafuta hukusanya nishati kila mara kutoka kwenye damu kwa njia ya glukosi au asidi ya mafuta, huzibadilisha kuwa aina ya mafuta triglycerides, na kuzihifadhi. Mwili unapokabiliwa na upungufu wa lishe, seli za mafuta hufungua hifadhi yake kugawia mwili. Zaidi ya hayo, pia hutupa joto. Tuna tishu nyingi za mafuta mwilini. Kwa watu wengi robo ya uzito wao hutokana na tishu za mafuta. Kwa wastani, wanawake wana tishu zaidi za mafuta na husaidia wakati wa ujauzito na wanaponyonyesha. Tishu za mafuta hujumuisha hasa seli nyeupe za mafuta, hupatikana karibu kila mahali mwilini, lakini sehemu kubwa zaidi ziko tumboni na kwenye makalio na nyonga. Mafuta yaliyomo tumboni pia hujilimbikiza karibu na viungo vya ndani ya mwili hasa ini. Yapo mafuta ambayo pia huunda utandu chini ya ngozi. Kisha kuna seli za mafuta aina ya kahawia. Hizi huhifadhi mafuta kidogo kuliko zile nyeupe. Lakini hujivunia mitokondria nyingi ambazo ni kama vyanzo vidogo vya joto. Kila mara seli za mafuta huweka akiba kuhakikisha tunaendelea kuishi hata tukikosa kula chakula cha kutosha. Lakini ikiwa mafuta na sukari zipo kwa wingi, basi akiba hizo huongezeka zaidi. Mwanzoni ubongo wetu hukosa kujali hali hiyo. Ndio sababu tishu za mafuta huzalisha homoni leptin hutuma ishara kwenye ubongo kwamba ulaji unapaswa kusitishwa. Kisha hamu ya kula hupungua, na hivyo basi seli za mafuta huacha kuweka akiba. Sababu moja ya unene wa kupitiliza ni pale mzunguko huo wa udhibiti unaposhindwa kufanya kazi pasavyo. Wakati mwingine senza za ubongo hupuuza homoni leptin, hata seli za mafuta zinaposema zimejaza akiba hisia ya kushiba hukosekana. Basi tishu nyingi za mafuta zinaweza kuwa mzigo kwenye moyo na ini, na kusababisha vivimbe kwa muda mrefu na hata ugonjwa wa kisukari. Tishu za mafuta huyeyuka sana na hubadilika kila mara katika maisha yetu. Huchangia pakubwa mwonekano wetu zaidi ya kiungo chochote kile, na zinastahili kuthaminiwa kama ilivyo sehemu yoyote ya mwili.